Ili usipitwe na video nyingine ambazo zitakuwa zinakuelimisha, hebu fanya kusubscribe channel yetu hii. Baadaye tutaongelea mfumo wa SIPA huo ambao bodi ametoa tangazo, bodi wataanza kupanga mikopo kesho kutwa inshallah. Hai, hapo. Kwa hiyo muda wote account yangu imesoma hiyo hapo, Jamal Idi Amadi, sawa. Kwa hiyo hii huu hu, hu ndo mfumo wa SIPA. Yaani wewe akaunti yako ukija ukikuta ipo hivi, basi ujue tu kwamba maendeleo ya mkopo wako ni mazuri sana. Kwa hiyo unasubiria tu kupangiwa mkopo katika chuo chako. Mfumo wa SIPA unakuwa unaonyesha kila kitu. Kwa mfano, mimi hapo imekaa picha yangu hiyo ambayo niliomba mkopo. Kipindi kile naomba mkopo hiyo ndo picha yangu niloweka, kwa hiyo ilikaa automatic. Lakini pia pamesoma jina langu la kwanza first name, limesoma middle name na last name. Lakini pia pamesoma institution ZDU alafu amesoma course code LLB. Nasoma course ya sheria shahada. Alafu pia nimekewa hapa last yos. Hiyo yos ni mwaka wangu ambao nasoma yos. Kirefu chake ni year of study. Haya yote haya yamekuja kukaa haya baada ya kupata mkopo wa bara na baada ya kusajiliwa kwenye mfumo wa DDS saba ina vitu viwili vikuu, kuna allocation na disbursement. Sawa? Allocation hii ni button ambayo ukibonyeza itakupeleka direct na utaweza kuona umepangiwa mkopo wa kiasi gani, umepangiwa mkopo wa bei gani, kwa hiyo kwenye allocation ndipo ambapo utaona eh kwa hapo utachagua no, mwaka wa masomo. Kwa mfano mwaka huu mtaweka 25 26 mtatafuta hapo then mtaona allocation zenu zitakuwaaje, lakini pia katika sipa kuna button ya disbursement. Disbursement hii inakuja kuonyesha ule mpangilio wa pesa, pesa ziko hatua gani hatua gani hatua gani mpaka kuzipata wewe mwenyewe mkononi. Alafu tukija kwenye button ya deeds, hii inakuja kuonyesha vitu vinne vikuu. Cha kwanza ni transaction Transaction hii ndio ambayo inakuja kuonyesha ule mpangilio wa pesa, pesa zipo au hazipo i ni usajili wako wa mikopo. Basi alafu hii lipa ni kwa wale ambao wanataka kulipa madeni yao, kama sikosei, naona hivi. Kwa wale ambao washamaliza kusoma washajiriwa. Alafu na hii refund, apply for refund, sawa, ni mrejesho pia. Ehe, ipo. Alafu pia kuna kuna application ni maombi yako ya mkopo ulivoomba mkopo.